Digital digital marketing, digital marketing ni aina ya matangazo na matangazo yanayotumia teknolojia ya internet kufanya matangazo yake kwa kupitia social media, mitandao ya kijamii, kwa kupitia search engine kama Google, Bing and Yahoo. Haya ni matangazo tofauti na traditional marketing. Traditional marketing ni matangazo ambayo tumezoea kuyaona kwenye TV, kusikia kwenye radio, kuona kwenye mabango, kusoma kwenye peperushi mbalimbali. Sasa tunaangalia ni aina gani ya matangazo tunaweza tukayafanya kwa kutumia digital marketing. Hapa kuna aina aina ya matangazo kama commercial marketing. Haya ni matangazo tumezoea kuona wafanyabiashara wakifanya matangazo kutangaza bidhaa zao ili tuweze kutumia. Au cha pili tuna personal brand marketing. Sasa haya personal brand tunaweza kuyatumia kwa na siasa, wasanii, hata wewe influencer, content influencer, no, unaotaka kupata followers wengi, watu kukufahamu. Unaweza kufanya kitu kinachoitwa digital marketing and personal branding, ukafanya na ukapata watu wengi na watu wa kukufahamu. Alafu kuna kitu kinachoitwa place marketing. Place marketing, haya ni matangazo ambayo tunaweza kutumia digital marketing kufanya kutangaza sehemu fulani au kivutio fulani. Haya ni matangazo sana sana yanatumiwa na makampuni ya utalii, taasisi za utalii kwa mfano mwisho Mkonda alichokifanya Arusha Land Rover Festival, East Africa nzima, Afrika nzima walikuwa wanajua Arusha kuna nini. Ile ni place marketing, afu tunakuja kuna matangazo tunaita uh, social, uh, social marketing. Social marketing haya ni matangazo ambayo tunaweza kutumia digital marketing kutoa ujumbe kwa jamii kuhusiana na hali fulani ya nchi au mazingira fulani au usalama fulani wa nchi. Haya ni matangazo yanayofanya kwa mfano Uh, tumia mtandao kwa usalama na TCRA. Ile ni social marketing. Kwa hiyo wanaweza kupata tender kupitia hizo taasisi mbalimbali za serikali, taasisi za elimu, taasisi za hospitali ukafanya digital marketing kwa kutoa elimu fulani. Alafu tunakuja kuangalia political marketing. Political marketing, yaani matangazo yanayofanywa na wanasiasa, especially kipindi vya uchaguzi wa bunge, uchaguzi wa urais, unaweza kutumia digital marketing kufanya haya matangazo na, na, na ukapata pesa. Afu, cha mwisho tuna fundraising marketing. Fundraising marketing, haya ni matangazo hutumiwa kutoa ujumbe fulani kwa jamii, kwa kusaidia jamii fulani, mfano haki elimu. Pia hayo tu ni matangazo ambayo unaweza kuyafanya kama digital marketing na kuyatangaza kwa umma na ukapata pesa. Sasa top skills ambazo zinatakiwa uwe nazo kama digital marketing. Cha kwanza ni search engine expert, search engine optimization. Lazima ujue search engine inafanyaje kazi. Cha pili, lazima ujue kitu kinachoitwa content writing. Content writing in SEO. Content writing in search engine. Lazima ujue kuandika maelezo mazuri ambao ni SEO friendly katika mitandao ya kijamii na search engine. Cha tatu, lazima ujue social media marketing. Social media marketing hii na inaingiliana na social media optimization. Lazima ujue mitandao inafanyaje kazi na search engine mitandao inafanyaje kazi. Alafu cha nne kuna kitu kinachoitwa email marketing. Email marketing, jinsi gani ya collect email na jinsi gani ya kuandikia watu email, template gani za kutumia ili uweze kuconvert mteja. Kwa sababu hapa Tanzania unaweza kutumia kitu kinachoitwa SMS marketing, unaweza kutumia hiyo njia, ni rahisi kama digital marketing kufanya campaign zako na kupata wateja na kumsaidia mteja kuuza. Alafu cha mwisho na chasa hii ni data collector, data analytics, data statistic ni jinsi gani ya kujua watumiaji wa mitandao yao mitandao fulani au mtandao gani una data nyingi ambao unaweza kwa convert rate kwa mteja na ukafanya sales. Alafu tunakuja kuangalia njia kuu za kutumia digital marketing au za kufanya digital marketing. Hapa tuna search engine optimization, tuna engine social media marketing, tuna email marketing. Hizi ni njia kuu unaweza ukazitumia kufanya digital marketing pia kuna mobile marketing. Hii sio maarufu sana kwa watu, lakini kwa watu wachache wanaweza kaitumia kama kufanya marketing. Alafu pia tuna affiliate marketing. Affiliate marketing, kama wewe digital expert au unaweza kumfundisha mtu jinsi gani ya kuuza product za kuuza kampuni nyingine au taasisi fulani na kupata commission, commission base na kupata pesa ili aweze kufanya. Hiyo nao ni digital marketing. Sasa tunaangalia faida gani tunaweza kupata katika digital marketing. Hapa tunagundua kwamba ni rahisi na ni nafuu gharama yake kufanya na matangazo. La pili pia ku collect data za watumiaji, conversion rate na mafanikio ya mteja ni rahisi sana, tofauti na traditional marketing ambao matangazo ya kwenye radio na TV ni ngumu sana ku collect hizo data. Afu cha mwisho umsaidia mteja kutengeneza social brand na trust authority kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kikubwa na zaidi katika digital marketing tunaangalia ni audience, ni kuchagua mtandao gani wa kutumia matangazo gani ni rahisi kufanya na kuweza kupata wateja. Hapa tunaona kuna test ad, tuna video ads. Hapa ni lazima uchague. Ukifanya tangazo la kuandika impression yake itakuwaje na conversion yake itakuwaje? Ukifanya tangazo la video ambayo tunaita ad video, conversion yake itakuwaje na watu watatumiaje? Hapa tunakuja kuangalia kitu kinachoitwa traffic. Sasa lazima katika audience lazima udevelop kitu kinachoitwa traffic. Tunawapataje hao watu? Kuna aina mbili za traffic. Tuna organic traffic, tuna paid traffic. Organic traffic, haya ni matangazo ambayo tunayatengeneza kwa muda mrefu, user generated content. Yaani tunatengeneza content nyingi ambazo zinakuwa user generated content. Azipitwe na wakati, watumiaji wataziona, watazicomment, watafollow. Hizo zitatengeneza traffic kwenye duka la mteja na kutengeneza sales. Alafu tuna paid traffic. Paid traffic, haya ni matangazo ni aina ya audience tunaowapata kwa kuwalipia, kwa mfano kwa kutumia Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Nayo pia inahitaji skills zilizoweza kutengeneza tangazo zuri ili kuwavutie wateja. Kumbuka, kufanya digital marketing hauwezi ukapata pesa nyingi kama uwezi kutengeneza foundation bora ya mafanikio kwa mteja wako. Alafu, cha pili, hata wewe digital expert lazima ufanye kitu kinachoitwa personal brand na hapa tumeona watu wote wote, iwe mfanyabiashara asiyo mfanya biashara, awe mtu wa nyumbani ambaye anataka kufanya biashara au anataka kujulikana na audience ya ulimwengu au watu wa Tanzania, ni lazima afanye kitu kinachoitwa marketing in social brand, marketing in personal brand, ili aweze kuwa social brand katika mitandao ya kijamii, atengeneza audience yake, na pia awe trust worth na kutengeneza trust authority na ya watu kuaminika na watu waweze kumpa pesa. Karibu, follow, share.